Waubiri, na wainjiliti, ni vizuri kuhubiri injili ya Kristo, lakini kuna namna nyingine ambayo wakati ambapo tunahubiri kwenye meli, kwenye soko, sehemu mbalimbali ambapo tunaweza kuwa tunahubiri e, kuna neno ambayo huwa tunakuwa tunaitumia, tunasema acha dhambi umwamini Yesu Kristo, mupe Yesu maisha yako. Hiyo ni neno ambayo huwa tunaitumia, lakini katika ukweli wa injili hiyo neno sio nzuri kwa kuitumia, kwa sababu mwenye dhambi hana maisha ya kumpatia Kristo, bali ni Kristo ana maisha ya kumpatia mwenye dhambi. Tukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya pili na mstari wake wa kwanza, inasema mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na dhambi zenu. Yaani kila yeyote ambaye hajawahi kumwamini Yesu Kristo, Mungu anamtazama kama mfu, Mungu anamtazama kama mtu ambaye amekufa. Sasa wakati ambapo namuita kwamba mpokee Yesu Kristo, hauwezi ukamwambia kwamba mupe Yesu maisha yako kwa sababu hana kwanza maisha. Mungu akimtazama anamwona mfu. Kuja umwamini Yesu Kristo ili Kristo akupatia maisha yako kwa sababu tulisema kwamba uzima wa milele ni maisha ya Kristo ndani yetu, yaani ni Kristo ndiye anatupatia maisha yake. Na kuna mara huwa tunasema acha dhambi umwamini Yesu, hiyo neno nayo pia sio nzuri. Biblia ilisema kwamba katika kitabu ama injili ya Mathayo 28 na mstari wake wa 19, Biblia ilikuwa nasema enendeni ulimwenguni pote, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Aaminie na kubatizwa ataokolewa, asiamini atahukumiwa. Mm, tuelewe sasa vizuri, kwa nini tunasema Acha dhambi umwamini Yesu Kristo. mm -mm. Sio kibiblia. Tunatakiwa kumwamini Yesu Kristo kisha njoo tuache dhambi. Hapana, tuache dhambi kisha tumwamini Yesu Kristo na inafanya kwamba baadhi ya wengi wanaacha dhambi wanabatiziwa, lakini hawajamwamini Yesu Kristo. Unaelewa vizuri? Unajua kuacha kukunya pombe sio kuamini Yesu Kristo. Kuacha uzinzi sio kuamini Yesu Kristo. Kuacha kuvuta bangi sio kuamini Yesu Kristo, kwa sababu hata wapagani huwa wanaweza wakasema, ninaona bangi na nishinda, ninaona pombe na nishinda, ninatakiwa niache haiache kwa sababu anaamini. Ndio, kama tukiambia watu kwamba acha dhambi mwamini Yesu, hapana, unasema, yaani, wa mwamini Yesu Kristo, hapana. Injili ya Kristo inasema aaminie, yaani tunatakiwa kuhubiri watu wa mwamini Yesu Kristo, kisha Kristo Yesu awabadilishe awapatie nguvu ya kuiacha dhambi. Inatufanya kwamba tunashindwa kuleta watu kwa Yesu kwa sababu tunakazia sana kuacha kwanza dhambi ili kwamba watu wamwamini Yesu, hapana. Ni amini Yesu Kristo ili Kristo Yesu akuwezeshe kuiacha dhambi. Dhambi usiiseme tu kwa midomo kwa sababu ni kitu ambacho tulirithi. Adamu ni mtu mmoja ambaye alikula tunda na akatufanya kwamba tuwe wote wenye dhambi, kwa sababu Warumi sura ya 5 na mstari wa 19, Biblia inasema kwa kuasi mtu mmoja watu wote waliingizwa katika hali ya dhambi. Mimi sikuwepo wakati ambapo Adamu alikula tunda, sikuwepo, sikuwa sijazaliwa, lakini tuna, Biblia inasema kwamba sote tukaingizwa katika hali ya dhambi. Ni kusema kwamba wakati ambapo tunapowahubiri watu wa tuwaoneshe namna gani anatakiwa kuwa Yesu Kristo ili Kristo Yesu amwezeshe kuiacha dhambi. Sijui kama pana mtu ambaye ananielewa, yaani tunafundisha kumwamini Yesu Kristo ili Kristo Yesu atuwezeshe kuiacha dhambi. Pia mtu atutakiwa kumwambia kwamba mupe Yesu Kristo maisha yako, kwa sababu mwenye dhambi hana maisha ya kumpatia Kristo, bali tunatakiwa kuambia amini Yesu Kristo ili Kristo akupatie maisha yake, uanze kuishi na maisha ya Kristo, akupe uzima wa milele, akupe Roho Mtakatifu ili kwamba upate wokovu wa milele na uishi jana Kristo. Naamini kwamba hiyo kitu itakuwa ni kitu kizuri kwa kufundisha watu katika maeneo ambazo tunakuwa tunazienda. Mungu akubariki.